Karibu tuendelee kuangazia matukio mbalimbali yanayojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Iran na Israel. Na ujumbe wa kidiplomasia wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini New York umejibu madai ya Donald Trump kwamba wapatanishi wa Iran wanaomba kuzuru Ikulu ya Marekani. Ujumbe huo ulisema hakuna maafisa wa Iran ambao wameipigia magoti Marekani. Ujumbe kwenye mtandao wa X umesema kitu pekee cha kudharauliwa zaidi kuliko uongo wake ni tishio lake la uoga la kumwondoa kiongozi mkuu wa Iran. Ujumbe huo unaongeza. Hii inarejelea madai ya hivi punde ya Trump kwamba Marekani inajua alipo kiongozi mkuu wa Iran lakini haitaki adhurike kwa sasa. Ujumbe huo pia unasema Iran haifanyi majadiliano chini ya shinikizo na itajibu tishio lolote kwa kukabiliana nalo, na kwa hatua yoyote iliyo sawa nayo. Lakini pia kiongozi mkuu wa Iran Ayatolah Ali Khamenei amejibu mashambulizi ya Israel kwenye taarifa iliyosomwa na wanahabari kupitia chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali. Kiongozi wa Iran Ayatolah Ali Khamenei amesema kwamba watu wenye hekima wanaoifahamu Iran watu wake wa kihistoria hawawezi na wazungumzi kwa taifa hilo kwa lugha ya vitisho, kwa sababu wa Iran sio wale wanaosalimu amri Kiongozi huyo wa Iran alisema kuwa hatua ya kijeshi ya Marekani itakabiliwa, hivyo aina yoyote ya uingiliaji wa kijeshi wa Marekani bila shaka itakabiliwa na matokeo mabaya, alisema katika taarifa yake Kamenei. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Israel amesema kushambulia Iran ni hatua ya mwisho kabisa. Katika barua ya moja kwa moja kwenye Umoja wa Mataifa, waziri Gideon Sar ameongezea na kueleza kuwa sababu ya Israel kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Iran wiki iliyopita. Katika barua ambayo aliituma kwa mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, anadai kuwa nchi hiyo haikuwa na chaguo baada ya miongo kadhaa ya vitendo vya kisirisiri vya uadui vya Iran na vitisho vya viongozi wake kuangamiza Israel. Sio matamshi tu, Iran ina mpango mkakati wa kuiondoa Israel ambayo inajumuisha mipango na hatua madhubuti kufikia lengo hili, Sar aliandika. Pia alisema Israel ilifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika kile kilichokuwa ni wakati mwafaka wa kuchukua hatua ya kuzuia shambulio la baadaye la Iran ambalo litajumuisha matumizi ya silaha hatari za nyuklia. Sasa tumalizie kwa hili kwamba, je, Trump ana chaguo gani katika kukabiliana na Iran? Kauli za rais Trump kuhusu mzozo wa Israel na Iran zimebadilika kutoka kuunga mkono mashambulizi ya Israel hadi kujitenga na mashambulizi hayo kabisa na hatimaye kurejea tena alipoanzia. Kutoeleweka kwake kumeibua utata, huku mapigano yenyewe yakiongezeka. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema mashambulizi hayo yaliratibiwa kikamilifu na Marekani. Lakini je Trump anakabiliwa na changamoto zipi na atajinasua vipi kwenye mtego huo? Jambo la kwanza, kukabiliana na shinikizo za Netanyahu. Wakati makombora ya Israel yalipolenga mji wa Tehran Alhamisi iliyopita, Trump aliwatishia viongozi wa Iran akisema, tarajieni ni mashambulizi makali zaidi kutoka kwa washirika wa Israel, waliona mabomu ya Marekani. Tunajua lengo kuu la Trump, msimamo wake ni kama wa Netanyahu kwamba Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na mabomu ya nyuklia. Muhimu zaidi, amesema chaguo analopendekeza zaidi, tofauti na Netanyahu, ni kupitia makubaliano kati ya Marekani na Iran. Njia hii pia inaakisi lengo lake la kujinadi kama mpatanishi wa kiwango cha kimataifa, lakini ana uhakika jinsi anavyofikiri na kufikia lengo hilo. Wakati mwingine anatuma vitisho na wakati mwingine anatumia diplomasia. Wiki iliyopita kiongozi huyo alidiriki kusema kwa wakati mmoja kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yatasaidia kufikia makubaliano au huenda yakasambaratisha. Kuto kutabirika kwake wakati mwingine huashiriwa na wafuasi wake kama mkakati, nadharia inayoitwa mwenda wazimu wa mahusiano wa kigeni. Nadharia hii ni ile ambayo hapo awali ilitumika kuelezea mbinu za mazungumzo za Trump na kupendekeza kwamba kutokuwa na uhakika wa kimakusudi au kutotabirika juu ya kinachofanyika kuna washinikiza wapinzani au hata washirika wa Trump kutekeleza wajibu. Mkakati huu ulihusishwa sana na baadhi ya mazoea ya vita baridi vya Rais Richard Nixon. Baadhi ya washauri na wafuasi wa Trump wanaunga mkono upande wa shinikizo la juu na nadharia ya wa wazimu linapokuja suala la mtizamo wake kwa Iran. Wanafikiri vitisho vitatawala mwishowe, kwa sababu wanahoji Iran haiko makini kuhusu mazungumzo, ingawa mwaka 2015 nchi hiyo ilitia saini mkataba wa nyuklia unaoongozwa na Obama ambao Trump alijiondoa baadaye. Netanyahu ametumia shinikizo la mara kwa mara kwa Trump atumie njia ya kijeshi na sio njia ya kidiplomasia. Na rais huyo wa Marekani licha ya hamu yake ya mara kwa mara kushinda tuzo ya amani ya Nobel, mwishowe anaweza kuona haja ya kujibu vitisho vyake kwa vita zaidi kwa viongozi wa Teheran. Israel pia inaweza kuisukuma zaidi nyuma ya pazia Marekani kama inavyoona kumaliza kazi hiyo. Marekani ina mabomu makubwa ambayo Israel inaamini kuwa yanaweza kuharibu eneo la Iran la kurutubisha madini ya uranium huko Foldo. Mapigano yanapoongezeka, ndivyo shinikizo kwa Trump kutoka kwa kambi ya wanachama wa Republican katika Congress ambayo kwa muda mrefu wamekuwa wakitaka mabadiliko ya utawala nchini Iran. Trump pia ataona hoja kwamba anaweza kuwalazimisha wa Iran kufanya mazungumzo naye wakiwa dhaifu lakini ukweli unabakia kuwa wa Iran tayari walikuwa kwenye meza mazungumzo katika duru ya sita na mjumbe wa Trump, Steve Witkoff, yaliyokuwa yamepangwa nchini Oman siku ya Jumapili. Mazungumzo hayo sasa yameahirishwa. Na jambo la pili ni kuchukua msimamo wa kimkakati. Kufikia sasa, Trump amesisitiza kuwa Marekani haihusiki na mashambulizi ya Israel. Kuongezeka kwa vita kuna hatari kubwa kwa viongozi wa Trump. Meli za kivita za wanamaji wa Marekani na betri za makombora ya ardhini meli za kivita za wanamaji wa Marekani na betri za makombora ya ardhini wa tayari zinasaidia katika ulinzi wa Israel dhidi ya kisasi cha Iran. Baadhi ya washauri wa Trump katika baraza la usalama la kimataifa wana uwezekano wa kuonya dhidi ya kufanya chochote kinachoweza kuongeza mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran katika siku za hivi karibuni, hasa kutokana na baadhi ya makombora ya Iran kuvunja ulinzi wa Israel na Marekani hadi sasa kusababisha vifo. Netanyahu sasa anahoji kwamba kumlenga kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei kungemaliza na sio kuzidisha mzozo, lakini afisa mmoja wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa alifahamisha kuwa baadhi ya vyombo vya habari mwishoni mwa Juma kwamba Trump aliweka wazi kuwa anapinga hatua hiyo. Na jambo la tatu ni kusikiliza sauti za maga na kurudi nyuma. Moja ya sababu kubwa za kisiasa zinazocheza akilini mwa Trump ni uungwaji mkono wake wa, wa nyumbani. Waripablikani wengi katika bunge la Congress bado wanaiunga mkono Israel ikiwa ni pamoja na kuendelea kusambaza silaha za Marekani kwa nchi hiyo. Wengi wameunga mkono kwa sauti mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, lakini kuna sauti kuu ndani ya vuguvugu la Trump la Make American Great Again, yani Maga, ambao sasa wanakataa kabisa uungwaji mkono huu wa jadi wa kwa Israel, katika siku chache zilizopita wameuliza kwa nini Marekani inahatarisha kuingizwa kwenye vita vya Mashariki ya Kati kutokana na ahadi ya Trump ya sera ya mambo ya nje ya Marekani kwanza. Mwandishi wa habari anayemuunga mkono Trump Takla Carson aliandika ukosoaji mkali siku ya Ijumaa akisema madai ya utawala wa kutohusika si kweli na kwamba Marekani inapaswa kuiangusha Israel. Alipendekeza Bwana Netanyahu na serikali yake yenye njaa ya vita walikuwa wakitenda kwa njia ambayo ingewavuta wanajeshi wa Marekani kupigana kwa niaba yake, Carlson aliandika. Kushiriki katika hilo kutakuwa kidole cha kati katika nyuso za mamilioni ya wapiga kura ambao walipanga kura zao kwa matumaini ya kuunda serikali ambayo hatimaye itaweza kutengeneza Marekani ya mbele. Vilevile mwakilishi shupavu mwaminifu wa Trump wa Marekani Marjorie Taylor Green alichapisha kwenye X kwamba Yeyote anayeweza kutembea ili Marekani ishiriki kikamilifu katika vita vya Israel na Iran haungi mkono MAGA. Hii inawakilisha udhaifu mkubwa kwa Trump, inaongeza shinikizo kwake kuona umbali wa mashambulizi ya Marekani na Israel, na kuna dalili hadharani, angalau kwamba, amejibu. Mjadala wa MAGA mwishoni mwa juma uliambatana na yeye kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba aliungana na rais wa Urusi Putin kutoa wito wa kukomeshwa kwa vita. Kufikia Jumapili alisema Iran na Israel zinapaswa kufanya makubaliano na kuongeza Marekani haikuwa... Kufikia Jumapili Iran na Israel zinapaswa kufanya makubaliano na kuongeza Marekani haikuwa na uhusiano wote na shambulio dhidi ya Iran. Iran tayari imetishia kushambulia vituo vya Marekani katika eneo hilo ikiwa kama itatokea, sasa Washington itasaidia ulinzi wa Israel hatari ya majeruhi yowote wa Marekani inaweza kuona hoja ya maga ya kujitenga na hivyo kuongeza shinikizo kwa Trump kujiondoa na kumtaka bwana Netanyahu kukomesha vita hivyo. Na hayo ndiyo yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran. Tafadhali tuandikie mtizamo wako kwenye hili laki...